Nadhani kwa mtiririko tulioenda nao tunaenda vizuri, na kama sio maelezo marefu aliyotoa mzee Saidi Sudi, hayo mlishazungumza nyumbani, wala kuwa hana haja ya kuja kuyawasilisha hapa, lakini nikupongeze kwa kuyasema hadharani. Mimi nataka niseme tu jambo moja kwamba kwenye taarifa hii tumeipitia iko vizuri na naunga mkono ipitishwe, ila nataka niwapongeze sana Secretariat na Board of, uh, of governing kwa kuandaa mkutano katika kiwango cha kimataifa. Nawapongeza sana, nilikuwa natafuta eneo ambalo lingeweza kubeba hili, lakini niwapongeze sana, mmefanya kazi nzuri na tunaona faraja sana sisi ambao tumekuwa katika vyumba hivi vya mikutano hii kila siku tunaendelea kupata improvement Jambo aliloharibu tu kwamba kuna baadhi ya timu wameweka magoli waliofunga tu na wengine wameweka waliofungwa tu, hakuweka zile ambazo magoli yalikuwa yale magoli mengine yamefungwa na majini na nini, lakini bado unasifia. Nimeipitia hii document, eneo moja tu ambalo lina mapungufu ukisoma mtendaji yame, ame attest, na board chairman ame attest, lakini haijakuwa dated hii document labda pengine nakala nio nayo mimi lakini hizi document zote kwenye sehemu ambazo mmeattest ambia, ambia, ambia date. Kwa hiyo hatuwezi kujua hii taarifa ni ya mwaka jana, ya mwaka huu, hata kama maandishi yanasema hivyo. Kwa hiyo hilo likirekebishwa, kwangu mie, na ningeomba wajumbe wenzangu turizie kwa kuzingatia muda, na hapa hamu kubwa ya watu ni uchaguzi. Haya mambo ya mahesabu ma hesabu haya, mzee yule zaidi ya miaka ishirini tunakutana kwenye hivi vyumba, lugha unazozitumia wengine hata hawazielewe. Asante sana.